Kabla ya kuingia kwenye masala, ningeomba kuna ndugu zangu, mimi kawaida Ramadhani hii sisafiri sana, lakini kuna sehemu sikosi kusafiri Dar es Salaam, kitui na Zanzibar. Lakini kuna ndugu zetu wa Zanzibar wali wamekuwa huulizia mbona sikwenda, mbona sendi, mbona napenda Ndugu zangu, sisi waislamu tuna matatizo wallahi, sisi waislamu tuna matatizo. Napenda mimi niwajulishe kwamba mimi sijakataa kwenda Zanzibar, lakini kule Zanzibar kuna majlis ulama, kama huko kwetu kuna kadhi's of, office. Ile majlis ulama ndio isimamia mambo ya, ya makadhi ina na mufti ile ndo kama mlosikia kwamba kuna huyu ndugu yetu Muhammad Bachu alimfungia, na mimi pia amenifungia sk <todos> tatizo tu, tuna tofauti. Mimi kwa nini nikafungiwa? Mimi sijamtukana mtu, haijatokea sija mimi kutukana mtu, lakini <todos> ule rafiki yangu ambao kwamba mara nyingi mwanafunzi mwandani wangu hunifanya mimi nikaenda kule, ana mmoja hawasikizani naye hii ni matatizo katika dini, tukiitia na umimi, tutaharibu. Na mi napenda kuambia haswa, ujumbe huu napenda kumtumia mufti wa Zanzibar, watamharibia ile kabineti yake, ikiwa watu watakuwa wata wakifanya kwa maslahi ya huyu. Nampenda mimi huyu, ni rafiki yangu huyu, kwa karibu na mimi sawa, huyu hako na mimi huyu. Dini haitakiwi kuingizwa siasa ndani yake ya hii siasa yetu ya, ya, ya kuwa aniungae ntamruhusu Unga, block. Uh -uh. Hawana hoja, walimuita huyu bwana wakamwambia, mimi na matatizo matatu. Tatizo la kwanza walimuita juzi juzi, tatizo la kwanza asema, kuna siku moja alialikwa mkutano wa kidini na raisi alikuweko, badala ya kwenda kuzungumza mambo ya dini kaenda kumwambia mama Samia, boda sihusumbuliwa. Sasa hili ndio la kunifanya mimi sizungumze dini, kwani mimi huja Zanzibar kuzungumza siasa? Mimi kwenda Zanzibar nilikuwa misikitini na hili nafasi nililipata, nikaona wendani wangu. Mimi si mwana siasa, nimeomba kama mimi. Kwa nini yeye asitunge protokol yah? Mimi na dini, protocol muhimu kwangu mimi ni dini. Siwe, si, si, si si, mambo ya, ya kisiasa mimi. Popote ukinalika lazima watu wajue, usiniekee protocol ambayo kwamba kwa haikubaliani. Na kama waona kuna protocol muhimu kushinda dini, usinialike nilikuomba mimi atakuja Ruto hapa. Ukiwa wataka yako, ambia Ruto. Si muhimu mimi, hapa una masharti yako usinialike mimi. mimi sija kuambia bwana nipende mimi nafasi zungumza mbele ya Ruto. waman ahsanu qawlan mimman da'a. Eh takunekea mtu. tu mimi Mungu ndo mimi, ha, hakuna mtu ataona kuna klipu mimi meka ya Mama Samia kunambia kusema, kwa sababu mimi muhimu sikupendwa na Mama Samia mimi muhimu kupendwa na nani? Kama ni kitu kilikuwa kinifurahisha mimi ningekiweka kile kwenye, kwenye, mimi, mimi kuna, klipu ile eh, eh, mimi niko na mitandao yangu, huwezi kuona klipu ile. Kuna mtu kila mmoja anitumia, eh una neno eh sina neno nani, Mama Samia miaka mitano miaka kumi mpe, baada ya hapo atakuwa kama wengine, lakini wewe kuana nani Kalas. Sasa hilo likawachoma ikawa mimi, yani pili mimi na permit kule limewachoma pia. Kwa nini mi nimepewa permit? Sasa mimepewa permit sasa, si serikali nyinyi? Si mimi kwa serikali. Wako watu katika majlisi ulama wanatumia yani, majilisi ya kudhaa wanaitumia kama hapa kwetu hapa Kenya Jamani, nini? Ukiwa kwenye kitengo cha dini, mche Mungu, simamia dini kisawasawa, au toka kwenye hapo. Kisha wewe tena utakae, lakini utataka kwenda kuwaadhibu watu. Juzi mimi nimealikwa mkutano kabla ya Ramadhani, wanakungamano hufanyika pale kabla ya Ramadhani, maanake walieka sharuti. Mimi sasa siruhusiwi kwenda kuzungumza Zanzibar, muhadhara wote mpaka wapelekewe wao barua kisha wakipelekewa approve kwamba haya, tumemruhusu mimi nikawaambia wale jamaa, bwana jima, nitaka mimi mimi nimewekewa zikwazo, naenda nikapelekea barua, wamepeleka barua, wamemwambia tutakujibu tuta, wamekaa mpaka siku Ramadhani imeingia, mwambia baada hatujakutana, baada hatujakutana. Sasa mimi hata nashindwa kwa kosa gani? lakini wao wajijue. Hili baraza la ulama, baraza uko kwa muda tu, utaondoka. Kuna na Mungu utamjibu nini? na hakuna sababu sababu iliyoko ya msingi ni kuna fulani na fulani hawasikizani, basi huyu huja kupitia fulani. Mathalan, ni mtu aje hapa Kenya, huletwa na msikiti fulani, wewe upende ile msikiti fulani ndio ukatia fitna. Haitakiwi namna hii. Analo eleza huyu bwana, kosa lake ni kadhaa ni kadhaa jingine walolielezea, sababu ati mimi mashekhe huita kwa maina yao, yaani badala kuna na shekh fulani nikamwita nika fulani, nimwambia nipeni sashahadi si, si mimi hadhara yangu yote ufanye nini, siko live nipeni, alafu ikiwa kuna shekhe kwa Mungu. kwa ina mi untau mkali bwana kuna na bwana, mkubwa mtukufu Mungu Mungu kwa a Si Mungu si ndio jina lake, jina la Mungu ni lipi? Ni Mungu. ah, ah, wezu Allah ni Kiarabu. jina la Mungu ni nani Mungu? kuna mtu anenao Mungu akaona, mbona hey, sikumtukuza Mungu Mungu? Ya umemwita, kuna mambo mengine yaani, utaona haya ati hawa ni watu wamewekwa wasimamie dini. si nikuonesha kwa, kwamba huyu mufti ana watu tini hawastahiki. Wewe utatokea hizo hicho kweli kwamba Fulani hutuita sisi kwa majina yetu. Ee. Wallahi. Yaani ya hivi vyeo vyaharibu watu. Hivi vyeo. Yaani mtu amekuja Izudin. Bosi tuheshimiane Bisha Izudin. La hawla wala quwwata illa billah. Wallahi hivi vyeo vyaharibu watu. Hivi vyeo vyaharibu watu. Kwa hiyo mimi napenda, manake mimi nikila nikikaa, hawa mbona huji Zanziba, mbona huji Zanziba. Napenda niwajulishe, sikuwa sitaki kuja Zanziba, hawakunikataza hawa kwenda Zanzibar, wamenikataza nisitoe muhadhara mpaka wane barua. Na cha ajabu, angalia wao, mimi wameniwekea vikwazo juzi. Mimi mama na rafiki yangu, si wajua wale kile wa, wa, wa, chama cha ulamaa, kuna watu ukikubali, kuna watu hawakikubali Yani, si umeona, sisi hapa kuna watu tuko na kadhi, kuna watu hawako. Sasa wale uhodari wa kadhi ni kumfanya kila mtu hamkubali, japokuwa wewe una msimamo yako, lakini nikubali wao. Kuna watu wamewafanya hawawakubali. Sasa wale watu huenda wakaitolea mihadhara wakirudi, hata habari mimi ninaowakubali na kuwatambua na nawapelekea barua hawataki, lakini litakalokuwa sasa, watanitia ndani, nitakwenda na nitatoa muhadhara Wanishike, wanitie ndani hapo. Sasa kutajulikana mbivu, maanake wengine wamekwenda, hawakuambia hawakua. Leteni barua, wewe una chuki, baki na chuki zako, si wakataze watu. Kheri mimi mimi natoa huu ujumbe, na nataka ufikie Mufti, na naomba wale, maanake mashallah wa Tanzania hodari zengeni title muipe title mutakayo. Sheikh Zudini imeshambulia mufti, imefanya nini Shao? Mimi sijamshambulia na namuomba akae na hii kabine, kabineti yake aiangalie vizuri, aipekue vizuri ya muharibia ya jina. Kuna watu hawafai pale, na mimi wakinitaka waniite, niko tayari kuelezea ushuhuda kwamba kuna watu hawafai. Wakikuona watatekana na wewe lakini tahsabuhum jamian wa kulubuhum kwa nini iwe namna hiyo? tataka wena inna Allaha yabghadhu dhal wajhain, Mungu atukia mtu mwenye nyuso mbili. Akikuona haitakiwi kuwa straightforward o sea, au sio? Tukujue ni hivi au ni hivi. Ya kimekuwa afadhali serikali zisizo kwa za Kiislamu, imekuwa kuliko nyinyi serikali za Kiislamu, imekuwa hela, uislamu iko wazi kwazo. Mimi si mtukana mtu nanetea ushahidi kwa mimi mtukana mtu mtukana mtu. Mimi sina miskiti ya ya madhehebu ma tofauti tofauti. Kwa nini? Kwa sababu mimi naheshimu kila mtu msimamo wake, simwingili mtu kwa msimamo wake, simtukani mtu kwa msimamo wake. Lakini basi tu We henda paka ukamu. Tena ndaatena na huifakhiri yule tumemfungia. Mmenifungia nini? Mmenifungia lipi? Mmenifungia na cha ajabu mimi nikienda angalia, mimi wallahi, kuna kitu kibaya jamani, ni kama unafiki. Ukienda kwambia wekwetu huji kutoa maelezo, nyinyi mmenifungia, mamtaki mbele za watu mataka kuonesha, kwa maana nyini mwataka mimi nende. Si haki mimi. Kulikuwa na harusi ya mtoto wa President, lialikwa ani mimi, nimekwenda juma la kwanza kusaliwa Ikulu, walimeka mimi ni khutubu Wame, wao wamefanya hivi, rais mwenyewe akasema wateni fulani ya khutubu ikawangua sisi. Mimi bwana, mi siyataki haya mimi, hakuna kitu sitaki kuwa mbele mbele. Mimi nimeambia hapa, shibu atakaye mimi swala yangu ya dhuhuri atakaye nimwatia swalisha na mimi napenda hapo kuswalisha. La, mimi umeniona yeye umekuwa kutoa mafua ningeji pumzikia kule, lakini la napenda kutupigia dini, wala sitaki nijulikane mimi nilotumikia, lakini ulu ndio ukweli. Na, ma ma madilu, na, na, na hakika hawajui. Na haya mara nyingi, um, niwape kaida, mara nyingi ukiona kwenye idara utokea matatizo, mara nyingi ni hivi vidogo vidogo, nini waogopa. Sitaki kuwa mufti wa Tanzania mimi, sitaki hata mufti wa Kenya, si umufti ukadhi si utaki, bas tosha. Alhamdulillah, alhamdulillah ubaki ni Izudini ngine, ukipita mahala hata Izudini hakuitu kutakula. Utaweza mufti hakuitia kulawao, hatuendeni namna hiyo. Vijana, mashallah, mtu kijana haogopi kwa kusimamisha dini. Sheikh kulawao na swala marhaba, mfanyenia ukimkasirikia hata kuuliza kuna watu wana masala huja huja kusomesha shehe shehe, atakutoa utoa meno hatoi. Eh, ajiona, mimi naja mahala salama, nitauliza hapa nitapata jibu. Atateka na wewe atateka, atateka, atateka. Alhamdulillah, lakini jamani, nini dini? Tusitie chuki katika dini, tupeane nafasi watu watumikie dini kila mmoja kwa nafasi yake, na taufiki taka kumpa Mwenyezi Mungu. Lakini wewe huwezi kuniinua wa mimi wala huwezi kuteremsha mimi. Aliambiwa mtume innaka la tahdi Walakin Allah llaha, lakini kuona chuki ati huyu kwa sababu nini, nini, nini? Kwa sababu nini? Kwanza mmesahau hili kwanza, wambia yuaje akiondoka hata taarifa hakuna ya mimi. Zanzibar ni kwetu. Sheikh Abdullah Bakathiri amezikwa kule, kabla Zanzibar hayawa Zanzibar, na ule babu yangu tu mingi kwa mwanamke hafai kunioa wa... ni wako si wako, yaani mtu fikiria wewe ukibadilika mmoyawe ukiwa mwanamke hafai kukuoa, maana yake ni wako sana. Sharifudini, ambaye ni babu yangu, huyo ndio babu yake alimzalia ya mamake tu, waenda ukutani pale, tuna nyumba sisi. Mimi sishuki na Zanzibar, hata sishuki kwa mtu, nashukia kwetu, kwetu, ambao mimi nina haki yangu, haki nyumba, sio imewekwa yoyote, aliozalikana na kizazi cha

tukenda wallahi, chumbani ukifungua wa mlango, askari amekusimamia shewe. Ndo wapi? Hey, ya akhi, sisi mako tumepewa suti zile rumu suti. Mimi chumba changu chumba cha pili, kuna mlizi wangu Mbaraka

Ali ndwai wallahi hana maisha ya raha. Wewe angalia sengine juzi mimi nimeona klipu moja Bakharesa mitaani yaani yeye mwenyewe pia hana raha anapotembea. Yaki kule kutembea na huku. ya tulialikwa harusi nyingine pia ya Mama Samia huyo. Alitualika na mwanaye pia akatualika. Basi tulipofika kule kwenye harusi anasema wallahi mwanadamu sengine unatamani uketi Kiislamu. Maana uketi Kiislamu hakuna mkhofu. Hakuna hofu lakini sasa hizi protocol nazo mko ukisikana, huyu lazima askari asimame hapa, huyu asema ya akhi, asema hakuna maisha ya raha kama mtu kuishi maisha ya Kiislamu. We angalia sisi hapa, wengine miskini wameilalia bukhair wa 50 fi qarar makin. Angalia wendani wetu. We angalia wendani wetu. We angalia, wendani wetu tu Mwenyezi Mungu awalete awa, awa, awa, nusra wa Gaza. Waweza kukaa kwa ukaakatoleaa madarasa hawezi. Sisi alhamdulillah mtu huja tena kwambia bwana pale nashibu bwana zilesi zimekuwa tayari sasa wa raha mustarehe. Na ujumbe wangu nitakao kwa haswa kwa wangu, mufti wa Zanzibar au naibu mufti, wawe wakweli, hii kabineti jamanini, iliyoko majlisi la ulama wa wamtumikie Mungu na mtume wasijitumikie nafsi zao. Kuna watu pale hutumikia nafsi zao, kuna watu hutumikia nafsi zao Mtumikieni Mwenyezi Mungu. Mtumikieni Mwenyezi Mungu. Yahi, hivi vyeo vya duniani havitotufai ikiwa havikufungamanishwa na Mwenyezi Mungu. Mtumikieni Mwenyezi Mungu na mtume. Kuweni wa kweli, anayestahili kupewa nafasi apewe. Wateni kutauana kwa maina tu, tauaneni kwa vyeo na utenda kazi. Yupi anafanya kazi? Yupi anastahili apewe majukumu mtakwenda kuwachukua Mwenyezi Mungu tahata hivyo vyeo hapa, walitangulia wengi. Naam, nam. Wasitoe kwenye mizani.